Vile mnavyoangaika kutoa watu kafara, mmeteka watu, mnatoa kafara, kafara mnatoa, mnachukua nyota za watu. Ndo mnavyoangaika hapa kwa mwanamke mwenye nyota kumi na mbili kichwani ili mfanikio kutawala ulimwengu, ili mfanikiwe kuzuia mji mpya Yerusalemu mpya. Kama Mungu wa majeshi angeniambia na mimi nije kama nyinyi mnavyokuja kama agano la kale, kama Musa alivyopambana na Wafilisti na Wayebusi, sawa na Waamori wa, wa upanga kwa upanga, jino kwa jino. Kila aliyetumwa kunifuata asingerudi. Mshukurini sana Mungu aliyenituma, ana amewapa nafasi, ana amewaachia, mnarudi kwenye manyumba yenu. kama angelini, angelini ruhusu, wajia kama nyinyi mnavyonijia yaani, jino kwa jino. Msingerirudi. Kasome Biblia yako. Musa alipokuwa na sanduku la agano, kama kuna mfalme au askari au taifa au mtu yote aliyeshindana na Musa akashinda mpaka kufa kwake. Sasa chagua moja wewe, mtekaji wewe, muaji, chagua moja, ninakupa option, chagua moja chagua kumtumikia Mungu wako wa kuzimu anayekutuma kuua watu kwa kuwatoa watu kafara kuteka watu na kuua watu na kuwatoa na kuwa kafara ili mpate nyota zao, au uchague kuwa upande wa mjumbe wa agano Nabii Musa aliyetumwa, kwa sababu huyo bosi wako anakaribia kuanguka anakaribia kufa. Shalom, Bwana isifiwe. Leo nataka niongee wasio wasio na wasiojulikana wasiojulikana, watekaji. Leo naongea na watekaji wasiojulikana. Mmeonekana mna nguvu sana kuliko serikali ya Tanzania, kwamba mtu akiongelea watekaji anatekwa akiongelea haki anatekwa, kwamba mna nguvu sana kuliko jeshi la polisi, mna nguvu sana kuliko jeshi la wananchi. Sasa basi, leo naongea na nyinyi na watekaji, ikiwa mna nguvu sana kuliko serikali, basi tambueni kwamba yuko Mungu mwenye nguvu kuliko nyinyi, yaani yuko Mungu mwenye nguvu kuliko watu wote, na ndiye aliyenituma hapa sawa. So, Mungu mwenye nguvu ndiye atakaye pambana na nyinyi, kwamba serikali si haiwezi kupambana na nyinyi ama e? Mtu akisema natekwa, mara makanisa yanafungwa, mara wengine wanakimbia Ahhm oh, mimi sijui, oh, sijui kwa nini watu wakisema ukweli e, wanatafuta wanatekwa, badala ya kusikilizwa. Nyinyi watekaji, nyinyi ni ufalme wa giza, mnafanya kazi na shetani kuzia watu wasifungue, wasiseme ukweli ili nuru ya Kristo siwaangazie. Wakorintho wanasema naye shetani, mungu wa dunia hii, ambaye amepofusha fikira za wengi za watu ili nuru ya Kristo isiwazukia. Na hii ndo kazi yenu, kwa sababu so, mnafanya kazi na shetani hasa. Mmeamua kutumia nguvu zenu ili kupambana na kanisa na watumishi wa Mungu. Yaani watekaji sasa hivi wanatafuta, wana, wana, wana, wana mpaka watumishi wa Mungu nasikia, eh, tu Kwajima kajificha kuwa anatafutwa mwana eh? Mapinduzi kakimbia, sio nani, sio hivi na hivi eh? na watu wanasikia kabisa kwamba fulani anatafutwa na watu wasiojulikana, anatafutwa kutekwa, wala hakuna anayejishughulisha. Ila akishatekwa sasa, ndio utasikia utasikia, uh, tuna, tuna, tuna tunafanya uchunguzi sasa. Sikilizeni nyie, wasiojulikana watekaji, ambao mna nguvu kuliko serikali, lakini hamna nguvu kuliko Mungu. Sasa Nabii Musa ametumwa kuja kupambana na nyinyi. Mimi ndo Nabii Musa, na mimi ndo Tanzania mpya, sawa na mimi ndio sanduku la agano. Sanduku la agano lina fimbo, lina mana na lina mbao. Maana yake lina sheria ya Mungu na lina chakula cha uzima na lina fimbo kama mapigo ya Mungu juu ya waovu wasiosikia. Na mimi ndiyo mauti, sawa. So, ninaongea na nyinyi msiojulikana mimi ndio Nabii Musa, na ndio sanduku la agano, na ndio yule mwanamke mwenye nyota kumi na mbili kichwani. Sawa, si mnazitaka hizo nyota ili mwendelee kutukurutu kuumiza watu? Sasa sikieni, sawa? Sanduku la agano ndio mimi. Mimi ndio mauti mnayemtafuta yani ukisema unanitafuta mimi, maana yake unaitafuta mauti yako mwenyewe. Si mmechimba mashimo mengi ya, ya kuniua. Iyo, ma, nini, boswenu, mauti ya kuniua? Kwa hiyo mnatafuta nini? Mnatafuta nini? Mauti yenu wenyewe, na hata anayewatuma bosi wenu anaitafuta mauti yake mwenyewe. Ndio maana anawaambia, kadiri mnavyopambana ndivyo kadiri wanaowatuma wanaenda kufa mimi ndio mauti mwenyewe, mimi ndio pigo, mapigo mwenyewe, na mimi ndio adhabu mwenyewe, na mimi ndio Tanzania mpya. Sasa basi naongea na, na nyinyi watekaji msiojulikana, wakati mnajulikana. Mnapua mbili, mikono miwili na miguu miwili, mnapanda magari, mnapanda pikipiki, mnajulikana. Mnavaa nguo, mnavaa suruali, mnavaa sketi na mnavaa nguo za ndani, bukta, chupi mnavaa, alafu mnajita hamjulikani. Mna familia na watoto, mnajita hamjulikani. Sasa sikilizeni, mimi nimetumwa na Mungu ndiyo Tanzania mpya. Sasa basi, mwambieni Mungu wenu anayewatuma kufuata nyota za watu kuteka watu nakuwa watu kuwatoa kafara ili apate nyota, sawa na mnapambana na mimi muda mrefu, toka mwaka jana mpaka leo. Sikilizeni, kwa nguvu zenu hamwezi kushindana na Mungu. Nyinyi mnakuja na magari, mnakuja na bunduki na visu, lakini mimi nakuja kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Kama Mungu wa majeshi angeniambia nije kama nyinyi mnavyokuja mnakuja na magari, mnakuja na, na bunduki, si ndio? Kama Mungu wa majeshi aishivo angeniambia na mimi nije kama nyinyi mnavyokuja, kama agano la kaya, kama Musa alivyopambana na Wafilisti na Waebusi sawa na Waamori wa, wa upanga kwa upanga, jino kwa jino, kila aliyetumwa kunifuata asingerudi. Mshukuruni sana Mungu aliyenituma. Ana, amewapa nafasi, amewaachia, mnarudi kwenye manyumba yenu. Kama angeli ni ruhusu kuwajia kama nyinyi mnavyonijia, yaani jino kwa jino, msingelirudi. Kasome Biblia yako, Musa alivyokuwa na sanduku la agano. Kama kuna mfalme au askari au taifa au mtu yote aliyeshindana na Musa kashia paka kufa kwake, na leo yale agano la kale ndiyo anafanyika sasa. Musa anatoa Israeli kuwapeleka katika mji mpya katika Kanani, Yerusalemu, akiwa na sanduku la gano akipigana vita ya Wamori na Wafilisti na Wahebusi, ndiyo hivi. Lakini sasa hivi vita vyetu si ya damu na nyama, bali ni katika roho. Ninyi mnakuja na mafarasi mnakuja na magari, mimi nakuja na jina la Bwana Mungu wa majeshi sawa. So, sasa basi taka niwaambie sawa. So, nyinyi watekaji msiojulikana, kati mnajulikana, nataka niwaambie siri ambayo hamuijui, au misheni ya mungu ambayo, ambayo hamuijui. Mnataka kushindana na Mungu vile mnavyoangaika kutoa watu kafara. Mmeteka watu, mnatoa kafara, mnatoa kafara, mnachukua nyota za watu, ndio mnavyoangaika hapa mwanamke mwenye nyota kumi na mbili kichwani, ili mfanikiwe kutawala ulimwengu, ili mfanikiwe kuzuia mji mpya, Yerusalemu mpya, kama ule mjumbe aliotuma mwaka tisini akashindwa kufikisha kusudi la Mungu, siku zikasogezwa mbele. Biblia na Danieli anasema hivi wakati wa kwanza wakati wa mwisho, haitakuwa kama mwanzo. Mmekokota nyota za watu wengi, joka amekokota nyota za watu wengi, na sasa napambana na mwanamke mwenye nyota kumi na mbili ili azipate hizo, maana kila nyota anayoiona akitafuta iko kwa mwanamke nyota kumi na mbili makabila kumi na mbili. Hupo sasa, ninawaambia watekaji na msiojulikana, wakati mnajulikana. Si mnazunguka huku na huku, mnatuma watu eh, mnaweka watu kupeleleza, tuangalizie anaenda wapi, tuangalizie ametoka nyumbani, wawapigie eh, simu, sindio? ili mtimize utekaji wenu, ndio yuko wapi? Simmeweka watu kila kona, mmeweka watu, mmeweka mabodaboda si meka... munazani misi siwaoni? Ndio maana nakwambia hivi, kama Mungu angeliruhusu kushika upanga asingelipona mtu, na dunia ingejua, lakini kwa sababu Mungu ameniambia, nimekutuma ujenge hekalu langu la mwisho, mikono yako haitaki kuwa na damu, kwa hiyo ni misafi. Ndio maana nguvu za Mungu ndio zinazofanya kazi. Sishiki nyundo wala sishiki upanga, lakini malaika wa Mungu wanaonizunguka ndio wanafanya kazi nakushughulika na nyini. Sasa basi, nimekwambia hivi mimi ndio mjumbe wa agano, nabii Musa itumwa au mji mpya, Tanzania mpya, ndio mjumbe wa agano, na ndio sanduku la agano. Ndio mimi, na ndiyo mauti, ndio mimi, na mapigo ni mimi. Yaani niko kutimiza maandiko, kila kitu ni mimi. Sawa. Sasa basi, simnashindana na Mungu, huyo Mungu wenu wewe bosi wenu anayewatuma hadi mnajifanya mjulikani. Sikia ninawaambia, Mungu ananituma kila mkoa katika nchi ya Tanzania. Ninazunguka kila mkoa katika nchi ya Tanzania. Yaani sio kwamba siwezi kuzunguka nchi nzima na msinione, uwezo huo upo. Lakini nikifanya hivyo maanake ni sawasawa na mnapocheza mechi alafu, wewe umekaa namba tisa, umekaa kwenye goli la upinzani, yani unavizia, yani unafunga kwa kuvizia sawa. So, yani kama nitatumia mfumo huo, yani popote nitakapopita, popote nitakapoenda, usinione, itakuwa ni sawasawa na mtu anayefunga goli kwa kuvizia. Sasa Mungu anawacha mnifuatilie na mnione. Katika kufuatilia na kuniona kwenu, mnajua nini kinachotengenezwa? Inazunguka kila mkoa, nchi nzima inazunguka kila mkoa, nchi nzima, ili kukata mnyororo wenu na cheni yenu ya wauaji na watekaji nchi nzima, kwa sababu tunahitaji Tanzania mpya. Nyinyi kama jeshi la polisi limewashindwa, jeshi la wananchi limewashindwa. Nyinyi watekaji, sasa hivi mimi ninazunguka nchi nzima, kila mkoa utafuta hivyo vikosi vya watekaji kwa sababu so, mkiniona mnanifuatilia, na mnaponifuatilia ninawatambua, na ninapowatambua sawa. So, maana yake kila mahali nilikwenda na walio mlionifuata, tambueni kuwa ishara ya Yona itakapoonekana, mkiona ishara ya Yona, mkiona ishara ya Yona, nyinyi wote upanga utapita juu yenu. Kile kisa cha Elia na manabii wa Baali ndio tulipo sasa hivi, na kitabu cha ufunuo ndo tulipo sasa hivi. Kwa nyinyi ni kama mabaali, manabii wa Baali ambao kazi yenu ni kuua manabii wa Mungu. Kwa nyinyi msiojulikana, ndio kikundi cha watu ambao kazi yao ni kutafuta watumishi wa Mungu, kuteka wachungaji, manabii, watu wanaosema ukweli, watu wanaotumwa na Mungu ili kuwaua sawa. Sasa sikia, mimi nimetumwa kuzunguka kila mahali, ili kila mkoa nijue vikosi vya wasiojulikana, ili mtakapoiona ishara ya Yona mkatafute pasipoti. Na hata mkitafuta pasipoti, nguvu ambayo mlikuwa mnaitumia kunitafuta ndio hiyo hiyo nguvu itakayotumika kuwatafuta, na tuone kama mnaweza kushindana na hiyo nguvu. Si mmetumia nguvu kubwa sana kwa huyo Mungu wenu. Sasa hiyo hiyo nguvu hiyo ndo itakayotumika kwa kuwatafuta na kukata mnyororo wenu wote na wote wanaowatuma, na mimi ndo nipo kukamilisha hiyo kazi. Kila mkoa ninakwenda na kila mahali ninakwenda ninatengeneza rekodi, ili mtakapoiona ishara ya mta Yona, mtakapoiona ishara ya Yona, hamtasema chukueni watu, watu hawa chukueni watu hawa Tufanye ndo, ndo, ndo, ndo wale mkwepe kwa kusingizia watu wengine, hamtakwepa kwa sababu ninawajua, ninawaona kila asubuhi, kila mchana, kila usiku, mapikipiki, mabodaboda, si nini, yani mpaka mlie mtuma awapigie simu mpaka mnaye mtuma awapigie simu mpaka mna mtuma apeleleze anifuatilie kila ninakopita mpaka huyo atalipa na ndo ninatembea kuwatafuta, yeah. Simnanona nipo nipo, basi mjue niko kwenye misheni, natengeneza rekodi. Itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu, itakapoonekana ishara ya Yona, ndipo cheni yenu itakapokatika vipande vipande na nguvu zenu zitakapokutika. Amen, sasa chagua moja, wewe mtekaji, wewe muuaji, chagua moja. Ninakupa option, chagua moja. Chagua kumtumikia Mungu wako wa kuzimu anayekutuma kuua watu kwa kuwatoa watu kafara, kuteka watu na kuua na kuwatoa na kuwa kafara, ili mpate nyota zao, au chague kuwa upande wa mjumbe wa agano, Nabii Musa aliyetumwa kwa sababu huyo bosi wako anakaribia kuanguka, anakaribia kufa, anakaribia kwenda. Nimekwambia mimi ndio mjumbe wa agano, na mimi ndio Nabii Musa, na mimi ndio mauti mwenyewe. Sawa, kunitafuta mimi ni unaitafuta mauti yako mwenyewe. Unanisikia? Unanisikia? Nasema nanye, msiojulikani, mimi sio Gwajima aliyeongea na nyinyi kamtishia saa hizi amejificha. Mimi sogwa jima mimi ni mjumbe wa agano Nabii Musa, mwenye nyota kumi na mbili kichwani mwezi na jua viko kwenye miguu yako. Mimi ndio sanduku la agano na mimi ndio mauti. Sasa amua wewe kwenda kumsikiliza Mungu wako Mungu wa anayekutuma au kusikiliza nilichosema Amua moja, uwe upande wa mjumbe wa agano au uendelee kutumika ili uje ukatike katika vipande vipande, na muda wa kukatwa mefika. Mungu akubariki kubariki sana, endeleni kufanya mambo yenu kimya kimya. Saa hizi mnafanya kimya kimya, endeeni kufanya hivyo kimya kimya, endeleni kufanya kimya kimya. inazunguka Nimekwambia ninazunguka nina rekodi, yaani mimi ni kama kirekodi kirekodio au kikamera kinachowarekodi kama mjui. Mtakapoyona ishara ya Yona, ndiyo mtajua. Ninakwambia amua sasa hivi, huyo Mungu wako anayekutuma huyo bosi wako anayekutuma, muda wake umeisha na kuambia mapema, amua ugeuke mapema. Ukishupaza shingo yako, wewe na bosi wako takwenda njia moja. Hayo mashimo mulio yachimba, kuna mashimo makubwa manne ambayo mmeyachimba. Hayo mashimo makubwa manne yatakuwa kwa ajili ya mabosi wenu wakubwa wanne, sawa? Hayo mashimo makubwa manne atakuwa kwa ajili ya mabosi wenu wakubwa wakubwa wanne, ambao ndio wanawatia kiburi na kusema kwamba hamjulikani, sawa, so ambao wanawakingia kifua. Hayo mashimo madogo madogo mliowachimba kwa watu au mlio ya chimba kwangu, mmechimba mashimo madogo madogo madogo mengi. Shimo ni mauti. Kila anayetumwa kuja kuua au kuniua, maanake anachimba shimo hilo shimo nitakufukia mwenyewe kwenye hilo shimo lako nitakufukia. Kwenye hilo shimo lako subiri, muda unakuja nitakapofukia kwenye mashimo yenu. Si mmechipa mashimo kibao? Nafikiri sijui idadi yenu, nazunguka kila mkoa, najua idadi yenu kwenye mkoa huu. Mmekuja ishirini, kwenye mkoa huu mmekuja hamsini, kwenye mkoa huu mmekuja mia moja kwenye mkoa huu mmekuja mia mbili Sawa. So, ninawatambua wote, ninawatambua wote na wote mnaoshirikiana nao, iwe ni bodaboda boda, iwe ni vibinti visichana, visichana sijui ni visichana sijui ni majirani mnaoshirikiana nao, ili kuteka watu. Wote mko kundi hili na mtakuwa kundi hili. Sawa. So, ninawajulisha mimi sio kwa jina, mimi ni Nabii Musa, mjumbe wa agano Siwaogopi wala hamnitishi, wala hamwezi kuniua. Kama mngelikuwa na uwezo wa kuniua, mngeshaniua toka mwaka jana, ulivyohangaika na mapikipiki na magari mpaka leo. Mmeshafikia mia ngapi? Toka mwaka jana nimeshafikia karibu mia tano, mia sita mpaka leo. Sasa wote nyinyi hata, yaani mp, mpaka idadi yenu ifike mkiwa elfu kumi elfu moja mpaka dadi yenu ifike, na wote ninawatambua. Mtakapoiona ishara ya Yona, mtakapoiona ishara ya Yona, hakuna hata mmoja aliyetumwa kunifata atakayejiokoa. Mimi ndo Nabii Musa, mjumbe wa agano la mwisho. Nimetumwa kwa ajili ya kujenga hekalu la Kristo, kwa ajili ya kulikomboa kanisa ya kwanza na leo tunaona kanisa linavyoteseka, wachungaji wanakimbia huku na huku kwa ajili ya watu wasiojulikana. Sasa zamu yenu inakuja, zamu yenu inakuja. Kwa hiyo nimekuja hapa kuwaambia, amua moja, maana Mungu wako unayemtumikia, huyo bosi wako unayemtumikia hatakuokoa. Mungu akubariki sana.